Kwa leo tumekuja tena kwenu na jambo kubwa jambo zuri kabisa jambo ambalo linatija kwa kila ule ambaye atakifuatilia na kusikiliza mpaka mwisho video hii. Na nikuombe ndugu yangu, usiache kusubscribe channel yetu hii pamoja na kushare video zetu hizi kwa watu wengine na wewe utakuwa miongoni mwa watu ambao wanaopeleka mbele dawa na mambo mbalimbali katika dini yetu ya Kiislamu. Leo kama tunavyoeleza kuna kitu cha habari hapa eh, ya kwamba aya hii moja irudie rudie mara saba kila siku, Mwenyezi Mungu atakuletea riziki kama mvua. Mwenyezi Mungu atakuepusha wewe na madeni na hautakuwa fakiri ukidumu na kusoma aya hii, irudie rudie kila siku mara saba. Ndugu yangu, kwa nini nimekuletea hii aya? Sasa hivi watu wengi sana tumeandamwa na madeni, hususan ndio upande wa kina mama, mikopo imekuwa mingi sana. Watu wanakopa mpaka wanafilisiwa. Watu wanakopa wanakopa mpaka mpaka wanakimbia miji Hatari sana hii. Sasa hii nyingi na mama mwenye mikopo mikopo hii, hebu ikamateni, jiepusheni na habari hizo ikamateni. Sasa hii aya hii na ikupeni siku ya leo, alafu isomeni kila siku mara saba, Mwenyezi Mungu atakuletea riziki kama mvua shekhe. Mwenyezi Mungu atakuepusha na atakutoa katika dimbwi na madeni, na hautakuwa fakiri ukisoma aya hii, idumu na idumu nayo, na kila siku irudie mara saba mara saba mara saba, bi idhinillahi taala Ukiweza anza kwanza kuswali salatu alhaja, alafu ndo isome hizi aya, la utaki basi unaweza ukaisoma tu bila hata kuswali hiyo salatu alhaja. Kwa hiyo ni muhimu ishike, kamate na nenda kaifanyie kazi, biidhnillahi taala utakwenda kuona muujiza na maajabu ya ya hii. Na unaweza ukajiuliza kwamba kwa nini hizi aya, nini hizi aya tunazileta mara kwa mara watu wengi sana mara nyingi huwa wanapuuza, yani akishaambiwa ya jambo hili na kwa hivyo, mwingine huwa haamini mpaka labda aone kitu mtu kimemtokea. Sasa hii naikupa leo, usiende usiende kujaribu wewe, nenda kafanye hii. Naikupa leo, usiende kujaribu, nenda kafanye, utanipigia simu bidhinillahi taala, utanipigia simu, utanifanya, utaniambia tu. Hii naikwambia ni mujarabu, ni mujarabu kwa sababu tayari binafsi yangu natumia sana, na hata kuna baadhi ya watu na wapo wanatumia sana na naona tija yake na matokeo. Kwa hiyo nakupa wewe, na wewe nenda kaitubie. twende nikakuelekeze sasa jinsi ya kusoma na ni aya gani, na kabla sijakuelekeza, nichukue fursa hii waomba wale ambao wanaokaa nchi za nje, Ulaya, Amerika, Asia na kwingineko. Tunaelekea katika masiku haya ya kuchinja, wako wenzetu wengine huko wana uwezo ba, wa kutoa hizi sadaka za kuchinja, lakini kwa bahati mbaya maeneo aliyopo wao hakuna wahitaji huko. Basi tuwaombe sisi huko, alhamdulillah, tunao vijana ambao tunawahudumia ambao hawa tunawasimamia katika masuala yao ya chakula, ni yatima. Kwa hiyo hawa ukiwapa kitu kama hivi inakuwa ni bora, bora bora bora sana, mtu akachinja kwa ajili yao. Kwa mtu akaamua kuchinja leo akasema sadaka ya nyama na kwenda kuitoa kwa mtu yatima, basi anapata thawabu nyingi sana. Na atakuwa amefanya jambo kubwa sana mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yaani akachinja alafu kichinjo kile nyama akaigawa sadaka. Bi maana akatoa kwa maskini, akawapa mafakiri, akawapa mayatima. Kuna heri kubwa sana inapatikana mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Inshallah hito katika hilo kwa wale ambao wanaika Asia, wanaika Amerika, wanaika Ulaya. Maeneo mengine hawahitaji wanakuwa hakuna, basi anaweza akafanya hivyo bi idhnillahi Ta'ala. Baada ya kusema hayo, sasa tuingie katika hii aya, ili nikuelekeze matumizi yake na namna gani unaweza kutumia bi idhnillahi taala. Na kama utakuwa ume umeitaka ni kuandikia kwa Kiarabu, basi nitumie message WhatsApp, nitakutumia kwa Kiarabu. Hapo chini nitaweka kwa Kiswahili. Namba yangu ya WhatsApp ni emm, sifuri saba tisa sufuri saba nane nane tisini hamsini na moja kwa moja sufuri saba nane nane tisini hamsini na moja hamsini na moja, na Vodacom ni 0793 Twende katika hii aya sasa. Hii aya utairudia mara saba, lakini yenyewe maajabu yake. Sasa kabla ujaanza kuisoma, utaanza kwa swaratu Ibrahimia na utaimalizia tena kwa swaratu Ibrahimia. Hayo ndio mambo ya msingi sana ya kuyashika na kuyakamata. Kuna kuisoma aya hiyo, utaanza kwa Ibrahimia na utaimalizia kwa swaratu Ibrahimia. Hii aya twende nikutajie, alafu nikupe sasa mpangilio namna gani unaweza kwenda kuisoma ii aya yenyewe, ni hii hapa. Hii yenyewe hapa inasoma hivi: wama khalaqtu aljinna wal insa illa liya'budun. ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu an yutimun inna llaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin. Nairudia tena kwa mara ya pili hiyo aya inasoma hivi

Hii aya kabla ujisoma utaanza kwa salatu Ibrahimia. Bimaana Allahumma salli ala ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidu Majid. Hii utarudia mara saba, mara mara saba. Hapana mara kumi, baada mara kumi ndio utakuja kuirudia hii aya mara, mara saba. Ukimaliza kusoma hii aya mara saba utarudi tena kwa swalatu Ibrahimia, bi maana utamswalia tena mtume Muhammad mara ngapi? Mara kumi. Kwahili ile Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahim wabariki ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahima wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidu Majid. Utarudia tena mara ngapi? Mara kumi. Baada ya hapo naja. Kwa hiyo hii ifanye kila siku iendayo kwa Allah. Kwa maana kila siku iendayo kwa Mungu wewe tumia na fanya kwa aya hii. Wallahi utakwenda kuona muujiza na maajabu yake. Mwenyezi Mungu atakuletea riziki ya mabua. Mwenyezi Mungu atakuondosha, atakuondosha kutokana na atakuondoa katika swala zima la ufakiri. Mwenyezi Mungu atakuondosha katika swala zima la madeni, yani kudaiwa daiwa, hii itakuwa hakuna, kama utadumu na kuisoma aya hii kwa jinsi ambavyo tumeielekeza maelekezo yake ili ule ambaye atakayependa kuichukua kwenda kuifanya kazi basi achukue na aende akaifanye kuifanya kazi basi. Na, na wale ambao wanapita katika video zetu hizi basi subscribe, na inshallah tutakwenda kujibu biidhnillah taala, Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala